Unatazama Uvira News TV. Asante. Nimepokea memo yabo na ya pili, nilikumbusha raia ya kwamba wasitafute kuforse mlango ambao uko wazi. Tuliona maserikali na maserikali ambayo ilitupatia maadi atukuzionaka, lakini tuna bahati kwa kupata hii serikali ambayo inaongozwa na Rais Felix Tshisekedi Chilombo ambayo iko na susi ya raia na imeanza deja kutengeneza barabara. Barabara ambayo inatengenezwa ni barabara kubwa, ni boulevard yenye itatiliwa meme na maeclairage public. Ndio maana mimi naelewa raia kwa ile ambayo inaona ya kwamba vinasimama hii biju. Hapana niko pamoja nao parapora ya hili ila nawahakikishia kwamba liwali wetu, serikali yao ya jimbo ambayo iko hapa kupitia liwali Jean uh, Jacques Purusi wamekwisha kufikisha malalamiko na rais na serikali iko favorable pasa, kwa sababu hatutaki watoto wa Uvira na Fizi wateseki. Hata viongozi wa jeunesse walionana pia na viongozi na waliwapatia mesaji kitu mimi kwa kumalizia, enye nalomba raia yote ya Uvira na ya Fisi, kama gisi walikia na tembea leo kulomba barabara, na naambia president wa shirika la raia atuaidie kama barabara ikianza, nao wareprendre kufanya manifestation de joie kushukuru Felix Tshisekedi chi Chilo. Oui manyumbani hawakui donc na nawaza presida wa, wa, wa shirika la raia sataona matravo naanza, tunamulomba pia akuya hapa na watu wengi kushukuru rais Felix Tshisekedi. Kusipofanya hivyo, maana yake kuna nongo, kuna nongo. Asante, unatazama Uvira News TV. Asante.